Sielewi, nishachanganyikiwa hapa, kichwa kielewe, kinawaka moto. Mwanangu, sikizeni niwambie, sina nia ya kumdhuru mtu yeyote hapa, na sijawe kumdhuru binadamu. Nimekuja duniani kwa matakwa yangu mimi. Sasa basa nawapa onyo. Sitaki mumwambie mtu yoyote yule kwamba mimi si binadamu wa kawaida. Na endapo mtakiuka, mtanijua mimi. Nipo wapi? Na mbona kama sielewi elewi, yaani nimefikaje hapo mimi? Sinikuwa nimelala ndani, mbona kama ishakuwa noma sasa. <laughs> yeah. Daudu ufanya kama unaona. He, he, na basi nakwamba bwana, lile jitu lina koloma. Acha wewe shuu jinakomba huko jitu, kangulue jitu ka simba, yani wewe moyo kulala naye msiwezi dada

Poa, wow, nzima. Mzima. Wifi vipi? Shikamoo. Sure. Marahaba. Wazima wazima, karibu. Asante, nilikuwa tu nimewamisi mwana. hmm. Sietupo kama unavyotuona hapa, hatuna habari ni tumetulia. Haya mwana, mimi nenda hapo kumsalimia kaka yako, alafu nitarudi baadaye. Sawa. Ay. Msalimie. Haya, aya mwana, mawifi zangu baadaye, wifi hmm. yangu ila umependeza, yani umewaka, hatari. Yeah, yeah. Angalia tu uko njiani, wasikutamani. Hata usijali, moyo wangu. hmm. Bye, haya bye. Kaka samani, bila samani, samani kakaangu, yani hivi e, navyoniona hapa, tangu asubuhi sijala kitu chochote. Kwa nilikuwa naomba ni unisaidie angalau kitu chochote tu, ili mradi mkono uende kinyana. Nakuomba sana kakaangu. <sighs> mbona unanipa mtihani la, acha nione kama na chochote kitu

po hmm. Yani, mimi ningekuwa na uwezo mwenzangu kakangu, ningemtafutia mwanamke mzuri, mwanamke kwanza pambe, anaendana na mawifi zake hasa hmm. e. yule vitu kama vile wanaovaa huko Ustabei masaki wa pesa kuuswahili na vitu kama vile wapina, sikia nkwambie, huyo kaka yetu hmm. kampenda vile vile kwa yale mavazi, kwa kwayo e dada hmm. Ila tabia yako hata sijaipenda kwa kweli, mwenye basi zapo navyomwambia

Thamani yeah. <laughs> una moyo wa pekee yako sana. Wala sijali, ni jambo la kawaida tu kumsaidia kila mmoja. Mimi kwa majina naitwa Madina, sijui mwenzangu unaitwa nani? mimi <sighs> naitwa <Lina> Mselemu. <laughs> kama utojali, ningomba uwe rafiki yangu Madina, hilo ni swala ambalo mimi siwezi kulipinga. Unaweza kuwa rafiki yangu bila kujali chochote sawa. Basi, unaweza kunielekeza, naishi wapi? Mimi siishi mbali, ni hapo tu, mtu wa pili hapa, mtu anafuata mimi, naishi hapo. Aya, asante sana. Sasa, mimi nashukuru kukufahamu, uwe na siku njema. Dada, shikamoo. saza siku ah. Dadangu, mina matatizo, nilikuwa naona tu nirudi nyumbani. Amna, usijali nitakuja kuongea huko nikifika, dadangu ah. Sawa, basi mimi nakuja sasa hivi, yani mimi natoka sasa hivi hapa, a nitakuta nyumbani, sawa dada. Mie kidogo mambo. Hodi. Hodi. Ah, kidogo mambo mm. Vipi? Poa, vipi? He. Alafu mbona sija kuzoea kuwa hivyo yaani, kama una wasiwasi hivi vipi? Umwondani umeingiza mwanamke nini? ah, ah, hmm. Sa kumbe nini? Hamna kawaida tu. Mm, sija kuzoea kuwa hivyo mimi, basa tuachane nayo, mi nimefata nguo zangu basawaingi ndani hmm. Tena mi mwondani siingii. Wewe nilete tu hapa hapa. Sikia kuna mwanda na, umeingia mara ngapi leo uondoke tayari kuingia? hmm. Mi ningie ndani anikute kama siku ile, akasitaki. We nilete nguo zangu hapa papa, niondoke. Unazinguwa ebu ingia ndani ah, Karibu mdogo wangu. Asante sana dada. Yaani mdogo wangu, toka ulipoenda kuchanika umenisahau kabisa dada yako. Ndio leo tena unakuja? Ah, dada ni maisha tu. Ay, karibu niambie. Ah, freshi, nikasema niji nyumbani maana leo nikuta sio madogo hmm. Nini tena mdogo wangu, mbona unanitisha? Ebu unavyoniona hivi na hicho kibegi changu na hiyo kofia na hizo nguo, nimelala jana vizuri kabisa, lakini leo asubuhi naamka na kuja nijikuta nimeamka nipo sehemu nyingine kabisa. <tune> Tena sasa cha kushangaza na cha kuntisha zaidi, yani, hivi unavyoniona na begi langu ndio hivi hivi Haya, na huyo mtu uliko naishi naye wapi? Maana mara nyingi ulikuwa ananiambia una na wifi yako na wifi yako, afu mbona hujajana? Umemkimbia? Madina. Oh. Sikutegemea kukuona hapa. Wala sijani. Alafu umepajuaje hapa? Yaani yeah, uweze amini. Nimeulizia tu jina. Sikujua kama maarufu hivi. Oh. Basi karibu ndani. Hamna shida, tunaweza tukaongelea hapa hapa. Serious? Yeah. Okay. Hapana, dada. Sio kama nimemkimbia. Yule aliniaga naenda kwao mara moja kusalimia. Umeona, lakini toka ameondoka nikipiga simu zake azipokelewi, hata nikituma meseji azijibiwi. Hivyo mm. Una uhakika kweli kaenda kwao? Una uhakika? Kiukweli mimi sifahamu, lakini mimi jinsi alivyokuwa ameniaga aende nyumbani kwao. Lakini kitu cha kushangaza, ili tukio ambalo limenitokea ninajikuta nimeamkia, nipo nje pamoja na kofia yangu na hizi nguo zangu na ili begi, nikasema mimi hapa, hapana, siwezi kukaa tena, nikabidi nifunge safari mpaka hapa ni ulipo wewe. Haya, na vitu vyako vipi, mbona umeviacha? Kiukweli dadangu, vitu vyote pale vya yule mwanamke, mimi sina kitu chochote. Makubwa mm. <coughs> haya karibu, hapa ndo nyumbani, ulipoacha ndo umepakuta. Karibu. Asante sana dada yangu, kasabu na mwene, nimeshafika hapa nyumbani. Nyumbani ni nyumbani tu. Haya, karibu. Asante sana <laughs> mazingira mazuri sana. Unaishi peke yako hapa? Hey, naishi mwenyewe. Hauna mke? Hapana, naishi tu peke yangu. Ah, Mina, habari yako? Ah salama. Zako si tuko poa? Kutana na rafiki yangu anaitwa Madin, Madina. Huyu anaitwa Mina. Basi sawa. Nambie Madina. <laughs> Wala miskai sana, nitakuja tena siku nyingine, wacha niondoke. Mara hii tu basi mm. Sasa sina budi nikusindikize. Mm. Mi naona bora ishe tu hapa ah, Madina hapa hmm, panatosha. Namwana utamani hata nipajua, kwako utapajua ila siku nyingine, sio kwa leo. Ila unajua nini Madina? Hmm. Nafurahi sana kukutana debe na wewe, na nimefurahi kufahamu na mimi utakuwa rafiki bora sana kwangu. Hata mimi nimefurahi sana kukutana na wewe wte. Sawa, lakini niko na ombi moja kama utojari, lakini nahitaji kufika kwako kwa. Yaani natamani sana nipafahamu kwako kwa. Sawa, siku moja utafika, wala usijari. mimi si ndio nimekuwa hivi. Lakini Madina wewe ni rafiki yangu, lakini natamani uwe zaidi ya rafiki kwenye maisha yangu kwa sababu nikiwa karibu yako huwa nafarijika sana, na hata nikiwa na nakuona hivi basi najisikia amani, na ndio na maana nahitaji kupajiwa kwako hata tu kwa kunielekeza <laughs> mi nimekuelewa yote na yeah. Nimekuahidi ipo siku utafika, ondoa shaka. Lakini natamani siku hiyo iwe leo. mm -hmm. Kwa leo? Mm, hapana. Basi saa tuachane na swala la kufika hata nielekeze tu unapokaa nijue, na nikimtaka ni, Madina anampata sehemu fulani sawa. ah. umeona mtaa huu eh? ukishavuka mtaa huu unafuata nyumba ya kwanza ya pili ya tatu. Basi sawa, nashukuru pia kwa kunielekeza. Sawa na tunadhani, a siku moja nitakufanyia surprise. Haya, amna shida. Basi sawa, mimi nikuache, rudi nyumbani nikajipumzishe. Sawa, siku njema. Sawa, nakutakia uwe na mchana mwema. Haya. <laughs>